Joto la uchaguzi Uganda linaendelea kwa kasi sana, na tumeona siku ya leo ripoti mpya ama, ama taarifa mpya ya kufungiwa kwa taasisi kumi zisizo za kiserikali kujihusisha na shughuli zao ambazo wamekuwa wakizifanya, wa zipo taasisi ambazo zinahusika sana na masuala ya haki za binadamu, zipo ambazo zilikuwa zinasimamia masuala ya waandishi wa habari na taasisi nyingine nyingi na wakisema kwamba kuna taarifa za kiintelijensia kuhusiana na kuhatarisha usalama na vitu kama hivyo. Tunajua ni kesho ni uchaguzi, lakini pia hizi ni siku chache baada pia ya kufungia um, internet e, ambapo tumeona ripoti mbalimbali ya vyombo vya habari vikiripoti uh, internet iko oh, down, sasa na shughuli zimesimama uh, zi. Sasa uchaguzi huu umekuwa na ukitajwa kuwa na ushindani mkubwa kati ya raisi wa nchi hiyo ambaye ameongoza kwa muda mrefu sana, ambao tunazungumzia ni Yoweri Kaguta Museveni, akikinzana aki sana na msanii ambaye amejizolea maarufu maarufu mkubwa kupitia vijana na kampeni zake, hapa tunazungumzia Bobby Wine, ambaye naye amekuwa na, na e, shamra shamra ama shereko nyingi e, kupitia mikutano yake, vijana wakionekana kama kumkabili. Una mtazamo gani kuhusiana na siasa za nchi hiyo, ambapo kesho wanaelekea kwenye uchaguzi wao mkuu wa taifa hilo.